Kama eh, Marouf akijiunga ama akiendelea aki, aki, aki kuwepo kwenye kikosi cha Yanga, nini ambacho anakwenda kukiongeza, na kama hata kuwepo kitu gani ambacho unaamini eh, kocha Pedro Concalves na kikosi cha Yanga itakuwa kinapungua kwa matarajio, ama kutokana pia na uwezo wa Marouf Tchakei? Ni swali ambalo ninaamini kila mtu pia anajiuliza, kwamba imekuwaje aonekane, alafu hajatambulishwa kwenye kikosi. Kuna vitu vingi sana sababu ambazo zinaweza ikamfanya asiwe miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa moja kwa moja, ukisementi pia kauli ya Ally Kamwe, kwamba amesema anaweza akacheza mapinduzi na, e, wasi, wasi wasimsajili e, na maana kunaweza kuwa na sababu ambazo inaweza ikawa ni kocha hajaridhika na kile ambacho anakizalisha Marouf, kwamba hafiti kwenye mfumo wake ama kile ambacho anakizalisha hakitoshi kwenye mahitaji ya kocha, namna ambavyo anatamani kumtumia, nafasi ambayo anacheza. Yes, ukimtazama ana uwezo wa kufa vitu vingi sana uwanjani. Na ni mchezaji ambaye yuko yuko strong kwamba pale ambapo timu inahitaji kuweza kucheza uh, mpira wa kushindana, mpira wa nguvu na kukimbia, anaweza kutoa vitu vyote hivyo lakini, pale ambapo mpira uh, timu inataka kucheza mpira laini, ana uwezo pia wa kufanya hivyo. Sasa vyote hivi kama ana uwezo wa kuzalisha inabaki kwa mwalimu kwamba anakufaa ama akufai. Sasa kwa mwalimu yeye, kama ameona kwamba hivyo vitu ambavyo anavyo Marouf havitoshi kwenye kile ambacho nakihitaji, hili linabaki kwa mwalimu, lakini kwenye mtazamo wa kawaida ni mchezaji mzuri. Sasa kwenye kauli ya Ally Kamwe ni kwamba kwa sababu haya mashindano hayana sheria kwamba mchezaji ambaye anatumika lazima asajiliwe official, ni kwamba mchezaji ambaye unatamani kuweza kumtumia ili aonekane kama ana uwezo wa kutoa kitu ambacho ninyi mnakiamini mnaweza kumsajili, anaruhusiwa kutumika. Kwa hiyo bado e, ni kitu ambacho uh, kimbaki kwa kocha, hasa kwamba kile ambacho kocha alikuwa naamini kwamba anaweza kakipata kwa Marufu hakipo, ndio maana si ofisho kwamba atasajiliwa. Lakini angekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatamani ama miongoni mwa wachezaji ambao watakuwa kwenye listi ile ya wao kusajiliwa moja kwa moja kwenye kikosi cha Yanga, angepata muda zaidi pia wa kucheza kwenye haya mashindano. Kwa sababu hapa wanapokuambia amecheza mechi mbili tu. Nazo katika hizo mechi mbili ameingia dakika za mwishoni, dakika 70, 80 na kule. Dakika chache ambazo ni ngumu sana kupima ubora wa mchezaji. Kwa sababu tunaamini inawezekana ile uh, experience ya kutumika misimu kadhaa, misimu mitatu kwenye ligi yetu ndio kilikuwa kigezo cha kwanza kwa kocha kutamani kufanya naye kazi. Kwamba huyu mchezaji kwenye mazingira ya ligi lakini pia na mwendelezo wake bora ambao amekuwa nao tangu amesajiliwa ame, ame, ame kwenye uh, ardhi ya Tanzania ana kitu bora. Je, mimi ambaye hicho kitu bora ambacho alikuwa nakitoa sikupata nafasi ya kukiona acha nikitazame kwa muda mfupi, kocha jaridhika nacho. Bado hawaja hawajakaa hawajafika mezani, lakini tuache tu kwamba Yanga walipendekeza mchezaji ambaye ni bora, lakini haingii kwenye kile ambacho mwalimu alikuwa anatamani kwamba akizalishe mchezaji, ndio maana mpaka sasa hivi bado kumekuwa na, nadhani kwa Kalu ya Ally Kamwe ni ni, ni, ni ngumu sana kuendelea kumuona kwamba atakuwepo pale Yanga, labda kama kutakwepa na makubaliano ambayo watakuwa yanawafunga Yanga kwamba mm. lazima mchezaji asajiliwe, basi tunaweza ukamuona, lakini kwa namna ambavyo Ally Kamwe amezungumza ni kwamba mchezaji si sehemu ya wale ambao wao wanatamani wa kuwa nao kwenye plani ya kwa kuchu. Mujibu wa ofisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza. Alithibitisha kwamba Damaro pamoja kwa na Marouf Tchakei mm. ni nyota ambao wamekwenda Yanga kwa mkopo. Yanga umefikisha mchezaji wa kumi na ngapi, wa, wa kigeni wa kumi na tatu, na tatu inaweza hiyo ikawa ni sehemu ya sababu kwa sababu ya ukwasi pia amesharejea, yeah. kwa sababu ina maana unapotaka kuingiza jina lazima umtoe mmoja, hasa ni upi hasa ambaye anatoka kwenye hiyo nafasi na ni mchezaji gani? Mfm. <tokata>